nza katukuta only 30% tunafata kweli hiyo miko ya uongozi. Sasa mna kazi ya kutulea huko na kuangalia ujazaji tu form na kukuleteeni a, ile tunafanya sana, lakini matendo mengine yetu binafsi huko a, ni mambo mengine tumeharibika. Leo hii mtumishi wa umma anakosa uzalendo, anakosa tuseme nini sijui ile moyo na kwamba mtumishi wa umma anathubutu kuchukua siri kwenye mafaili akapiga picha kwenye simu yake, na akasambaza kwenye, akijua kwamba anamkomoa Rais, akijua kwamba sio anamkomoa nani online, lakini kumbe ni yeye amekosa maadili, ni yeye hawajibiki kwa taifa lake, uzalendo kwa taifa lake hakuna. Sioni kama kuna chombo cha kweli cha kitanzania chenye uwezo wa kumchukua mtu kikajitambulisha, afu kikaenda kumtupa na kinajua kinamtupa huku, kinamwambia aseme sema sem asante Samia. I don't believe. Vyombo vyetu, they are so competent, vijana wa idara ya usalama ni competent, polisi wetu ni competent, jeshi la wananchi ni competent, magereza ni competent. Ila mimi nahisi navyoona, kunaweza kuwa na vikundi vya watu vinavyofanya hii kazi, na kama vikundi hivyo ikitokea ikiwa kama ikatokea vikundi vile, kwa mfano nika kikundi fulani, lakini aliye nyuma yake pengine ni yule kiongozi anayewateua hawa. Hawa watu wa idara ya salamu taifa wakifuatilia, tumekukamata. Hawakwambia nyamaza. Itabidi anyamaze, asiponyamaza nje ya kazi. Tunaingiza nchi yetu kwenye laana. Nitoe mfano. Mimi ni natoa mifano ya kueleweka. Mfano kama huu, nikupe mfano kama huu. Na rafiki yangu mtoto wa mama Samia Suluhu Hassan anaitwa Abduli. Rafiki yangu na nampenda na, na namheshimu, He is my friend. Natoa mfano sasa. Ikatokea Abduli mtoto wa mama Samia wa mwenyekiti wangu. Wamekuja watu wamemchukua, wameondoka naye, kesho kaokotwa hana macho. Unachukuliwa kwenye basi na watu wanaona, kesho unaokotwa huna macho. Sasa how would you feel, utajisikiaje? Ikatokea mtoto wa wa askofu Gwajima, mtoto wa askofu Gwajima Jordan amechukuliwa, ameondoka naye, kesho anaokotwa hana macho. Mtoto wa wa, wa, wa Majaliwa, kasi Majaliwa waziri mkuu, anachukuliwa, kesho anaokotwa hana macho anafatwa ndani ya nyumba, kwa mfano ni kama ilivyokuwa kwa Mdude, amefanya ndani ya nyumba, watu wanavunja wanavunja nyumba, mke wake anaona mume wake anavuliwa, anapigwa nyundo au nini, halafu baada ya siku unaona michirizi ya damu, ameondoka hivyo. Ni mtoto wa nani huyo? Ni mtoto wa Wambula, IGP? Ni mtoto wa DJIS? Ni mtoto wa mkuu wa, wa, wa, wa, wa, wa jeshi la wananchi? Hivi kweli inawezekana hivyo? Haiwezekani. Kwa nini sasa tunaona hao wanaopotea kana kwamba kana kwamba kana kwamba ni mbuzi ni kondoo. Hii itatusaidia sana, nitoe mfano sasa. Narudi kweli kotoka sasa. kwa mfano hawa wanaopotea, kwa mfano, wanaotekwa na kupotea hawa, ikiwa kuna kikundi ambacho si idara ya usalama wa taifa sio polisi sio jeshi la magereza sio jeshi la wananchi kinawachukua hawa watu kinaondoka nacho alafu sasa hawa, hawa idara ya usalama wa taifa wanapofuatilia wakagundua kwamba hicho kimetumwa na mwanasiasa fulani mwenye mamlaka iliyowateua mwenye mamlaka iliyowateua hawezi kukishughulikia. Ni kweli wakuu wa vyombo hawa wote waendelee kuteuliwa na Rais, lakini ili watoke kwenye madaraka yao, sababu za kwa nini watoke iletwe kwenye kamati ya ulinzi na usalama mambo ya nje ya bunge, kwamba huyu bwana tutaka kupumzisha, lakini sababu zenyewe ni hizi, tuzione, asijekuwa anapumzishwa kwa sababu amekataa Huuza uuza bandari, uuza bandari si asima bandari imeuzwa. Nakupa mfano, asijekuwa anaondolewa kwa sababu amekataa kuuza mapoli, asijekuwa am, ameondolewa kwa sababu anawatetea wananchi, tukajikuta tunapoteza wakuwa wa vyombo wazuri wenye uwezo wa kutetea nchi na tunakuwa nakuwa na vyombo ambao hawezi kuitetea nchi. Hakuna mtu ambaye hajui kwamba wewe ukiwa mtu mzima na umefika kule juu ukaambiwa ufanye kitu halafu ukakataa au ukashauri vinginevyo, kwa hapa Tanzania au mahala pengine, hautasafa consequence, utasafa. Na wale wakuu wa vyombo mliopo, mnaweza kuyaona maneno yangu haya, ni ya Gwajima. Itakapowafika na nyie, mtaelewa kwa nini Gwajima alikuwa anasema haya. Mnaweza ku react na kusema eh, hey, Gwajima huyu kwa nini anaongea haya? Lakini mbona yaliwafika wenzenu. Yatakapowafika na nyie mahala fulani, na nyie mtaona. Nitoe mifano mizuri. Mimi ni mtu wazi. Mimi nikiongea naongea. Wakati eh, eh, Rais Pombe John Pombe Magufuli anatoka madarakani tulikuwa na mkuu wa idara ya usalama wa taifa DJS alikuwa anaitwa Diwani. Alipoingia mheshimiwa rais wangu na mwenyekiti wangu for some reasons Diwani ameondoka hapa katikati hapo. Na haondoki yeye, na walio chini yake wote wanaondoka. Tumekaa kidogo akaja mwingine pale. Nawasema hawa kwa sababu hawa ni their public figures wanachaguliwa, sio siri hawa. Akaja mwingine hapo katikati sasa, ambaye akaja na yeye nafikiri alikuwa anaitwa Masori, na yeye ikaendaenda hapo katikati hapo, naye akaondoka na walio chini yake wote. Amekuja katikati hapo, anaitwa Alisiwa. Alisiwa naye amekaa muda kidogo, na yeye akaondoka na walio chini yake amekuja huyu tulionao sasa hivi, ndugu yangu rafiki yangu Suleiman Mombo, ndio tuko naye sasa. Unaweza kujiuza ndani ya miaka mitatu ha, wote wanaondoka aliye chini yake na, aliye chini yake, na, aliye chini yake, na aliye chini yake. Wamekosea nini? Kwa lazima tujifunze kwamba nchi iliwe imara iwe na vyombo vinavyobaki constant viwe mbali na pressure ya wanasiasa. Narudia tena tunatakiwa na kuwa na government apparatus, vyombo vya serikali ambavyo vyenyewe vinasimama kama vyombo. Vikiliona jambo ambao ni hatarishi kwa nchi vinasema hapana, na hapana yao haileti wakadhulika na familia zao leo. Hapana akisema amezulika hapana, hana kazi ubalozini, anapotea. Mimi mi siwezi kukaa kimya. Wale mnaokaa kimya kaeni, but I can't take it, siwezi mimi kukaa kimya. Tanzania ni yetu sisi sote si? Tanzania kwanza anything else follows. Kwa hiyo ushauri wangu ni huo, panapotokea kwa mfano, kama nilivyosema, <coughs> niseme kwa mfano am mkuu wa idara ya usalama wa taifa na msaidizi wake na msaidizi wake na walio chini yake ambao ni wateule, wamepinga jambo ambalo wanaliona ni na maslahi kwa nchi, si wanaondoka, anakuja mwingine anapinga, anaondoka, anakuja mwingine anapinga, anaondoka, tutakuwa na idara za usalama ambazo sio stable lazima tuilinde nchi yetu.